Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibu, tusikilize somo la Dominika ya Kwanza ya Majilio, Mwaka A wa Kanisa. Somo kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ya pili, aya ya kwanza hadi aya ya tano, linasema hivi: Hili ni neno aliyoliona Isaya mwana wa Mozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake, kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa alitenua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Enyi nyumba ya Israeli, njoni, twende katika nuru ya Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili. Somo la pili kutoka katika kitabu cha Warumi sura kumi na tatu Aya kumi na moja hadi aya ya kumi na nne. Naam, tukiujua wakati, ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia. Kwa maana saa ya wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeenda sana, mchana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili. Somo kutoka katika kitabu cha mwinjili Matayo sura ya 24 aya ya 37 hadi aya ya 43. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya garika watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alivyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata garika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakavyokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu ya mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingeiacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yu aja. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Karibu kwa tafakari.